Uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo, bonyeza neno subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kujipatia dondoo za magazeti katika kurasa za mbele. Hujambo ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 9 2023, siku ya Ijumaa, tutaangazia habari zilizopewa kwa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani na leo tutaanza kuangazia gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Kwenye gazeti la Nipashe linaanza na habari e, ukurasa wa kumi inaosema jela miaka minne, e, jela miaka minane kuwa kwa kuingilia ugomvi wa mama na mtoto. Hiyo ni habari ndani ya ukurasa wa gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini majahazi ya naswa na madumu 925 ya mafuta ya magendo ya majahazi yanaswa na madumu 925 ya mafuta ya magendo. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini kwenye gazeti la Nipashe bado kuna habari inaandika sarakasi za zidi kunoga CWT, sarakasi za zidi kunoga CWT. Hiyo eh, ni habari inaendelea ukurasa wa 15 wa gazeti lako la akola, Nipashe. Na ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe kuna habari inayosema uendeshaji wa bandari moto, Mbowe Zito wanena spika, TPA watoa ufafanuzi. Hiyo ni habari naendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la Nipashe. Lakini kuna habari inayosema wazazi wajijazia ripoti kadi ya kliniki pasipo kuhudhuria kituo cha afya, wazazi wajijazia ripoti kadi ya kliniki pasipo kuhudhuria kituo cha afya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa mbele ya gazeti la Nipashe, Uh, tuangazie kwenye kurasa za nyuma za michezo na burudani na lenyewe linaanza na habari inayosema Feitoto kufanya makubwa Azam FC FC. Uh, Feitoto kufanya makubwa Azam FC. Mixon atajwa kurejea Simba. Uh, Mixon atajwa kurejea Simba yumo Brazil Bruno, ambaye pia ni Yanga inahitaji huduma yake. Uh, hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye ulimwengu wa michezo kimataifa kwenye gazeti la Nipashe linaandika Messi ataja sababu kusajiliwa Marekani e, Messi ataja sababu kusajiliwa Marekani hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Nipashe lakini kuachana na gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la habari leo kwenye gazeti la habari leo linaanza na habari inayosema uhamisho wa wanandoa kuandaliwa utaratibu uhamisho wa wanandoa kuandaliwa utaratibu raza afariki dunia Dr. Mwinyi amlilia Raza Fariki Dunia Dr. Mwinyi Amlilia. NHIF yasitisha huduma vituo kumi na moja. Hiyo ni habari na gazeti lako la habari leo, lakini kuna habari ukurasa wa tatu inaandika Mpango ataka uwiano uchumi usalama wa bahari e, Mpango ataka uwiano uchumi usalama wa bahari, lakini TPA yaandika sababu ubia na Dubai. Hiyo e, ni habari ukurasa wa pili inasema TPA yaandika sababu ubia na Dubai e, Yasema kilichosainiwa si mkataba. Spika aonya upotoshaji e, Kibajaji amjibu Mboe amtuhumu kwa kauli za kibaguzi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari ukurasa wa 15 inayosema, e, tume ya mipango yarejeshwa majukumu yatajwa. E, tume ya mipango yarejeshwa majukumu yatajwa. Hiyo ni habari ukurasa wa 15 wa gazeti lako la habari leo. Msekwa afunguka mchakato wa muungano. E, huyo ni Pius Msekwa afunguka mchakato wa muungano. Hilo ni gazeti la habari leo kwenye kurasa za mbele e, sasa tuangazie kurasa za michezo na burudani kwenye gazeti la habari leo na ley naanza habari ya kuandika kufa kupona kilele ligi kuu e, kufa kupona kilele ligi kuu. Feitoto amshukuru Rais Samia. E, Feitoto amshukuru rais Samia ni baada ya kusajiliwa Azam na kukabidhiwa jezi nambari sita mgongoni. Huyo ni Feitoto, Feisal, Salom. Lakini kimataifa, Messi apandisha bei za tiketi Inter Miami, hiyo ni habari ukurasa wa ishirini na mbili huku Singida big Stars kumalizana na kafu mapema, hiyo ni habari ukurasa wa ishirini na tatu wa gazeti lako la habari leo. Lakini kuachana na gazeti la habari leo, tuangazie gazeti lako la Tanzania leo na lenyewe linaanza na habari inayosema Rais Samia kuongoza baraza la biashara leo, huku Chongolo ahimiza uzalendo kwa vijana Afrika. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina kwenye kurasa ya nane ya gazeti lako la Tanzania leo eh, lakini kuna habari inayosema huu ndio ukweli kuhusu DP World huu, yeah, ni uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam eh, ni fursa kwa Tanzania kuweka historia eh, Mbosa Dr. Tulia wavunja ukimya, lakini siri ya upotoshaji ni wivu wa maendeleo asili ya upotoshaji ni wivu wa maendeleo. Lakini kuna habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Tanzania leo inayosema Rais Samia afanya uteuzi viongozi wanne, Rais Samia afanya uteuzi viongozi wanne. E, Lusinde amfyatua Mbowe, Lusinde amfyatua Mbowe. Hiyo ni habari nayo ndani ya gazeti lako la Tanzania leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwenye gazeti la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele sasa, na lenyewe tuangalie kwenye ulimwengu wa michezo limeandika nini kwa asubuhi ya leo. Habari kubwa ni Feitoto, linasema asante mama Feitoto, ampatano Samia fedha zilizochangiwa kuzitoa kwa yatima. Eh, hiyo ni habari na gazeti lako la Tanzania leo kwenye michezo. Lakini bosi wa Katari aitega amani United. Messi naenda kucheza soka Marekani. Bellingham ahesabu saa kutua Madridi, lakini ni vita vya timu nne kukimbia playoff e, vita ya timu nne kukimbia playoff e. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Tanzania leo kwenye ulimwengu wa michezo. Na kuachana gazeti la Tanzania leo sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari inaosema Lusindi amshukia Mbowe kwa kauli mbaya ya ubaguzi. E, Lusinde amshukia Mboe kwa kauli mbaya ya ubaguzi, huku serikali yatenga shilingi bilioni 471 kupeleka umeme baadhi ya maeneo Singida. Serikali yatenga shilingi bilioni 471 kupeleka umeme baadhi ya maeneo Singida. E, Singida, lakini wameondoka tiksi, e, wanaingia DP World. E, wameondoka tiksi, e, wanaingia DP World, ni uwekezaji wa kisasa unaoenda kuleta mapinduzi makubwa ya bandari ya Afrika utendaji wa kisasa kupitia mitambo ya kisasa eh, mithili ya Dubai, Marekani na Uingereza kutambulishwa nchini. Wanauchumi wapongeza jitihada za Rais Samia kwa kuifungua Tanzania kimataifa. Huo ni uwekezaji kwenye bandari ya Dar es Salaam eh, kutokea Dubai. Lakini bado kuna habari inasema ACT wazalendo walitaka bunge kuweka wazi faida za uwekezaji. ACT wazalendo wa, walitaka bunge kuweka wazi faida za uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Wamachinga, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye michezo. kwenye gazeti la Wamachinga e, lina nini cha kutuhabarisha? Linaanza na habari inayosema Muhammad Raza afariki dunia azikwa leo Kisutu. E, Muhammad Raza afariki dunia azikwa leo Kisutu. Lakini Fei fei atambulishwa rasmi Azam FC e, Fei Toto atambulishwa Eh, rasmi Azam FC. Engineer Hels, tutachukua kiungo fundi kutoka Al Hilali. Huyo eh, ni injinia Helsi, rais wa Yanga asema, tutachukua kiungo fundi kutoka Al Hilali. Hilo ni gazeti lako la machinga kwenye michezo. Lakini kuachana na gazeti la machinga, tuangazie gazeti lako la Mwanahabari, na lenyewe linaanza na habari ukurasa wa tatu unaosema mambo sasa, bunge lina haki la kukubali au kukataa mkataba. Lakini ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwanahabari, Zito awataka wabunge kuwatoa hofu wa Tanzania, sakata la bandari. Lakini huku ukurasa wa tano, dizeli yashuka bei kwa asilimia tatu na petroli ya asilimia mbili Zanzibar lakini Mpango, rasilimali za bahari ni utajiri. Hiyo ni habari ukurasa wa pili inayosema e, rasilimali za bahari ni utajiri. Lakini ukurasa wa pili hakuna jipya uwekezaji bandari ya Dar es Salaam imetokana na Tixi kushindwa kujiendeleza ndani ya miaka 22 kwa kutonunua mitambo ya kisasa. Uwekezaji wa DP World ni kwa ajili ya kuongeza ufanisi kazi e, katika bandari ili kuchochea ongezeko la mapato Lusinde asema hakuna tofauti ya mwekezaji wa awali na ajaye, maeneo ya ushirikiano na TPA. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwanahabari, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa mbele wa gazeti hili la Mwanahabari na lenyewe, tuangazie kwenye ulimwengu wa michezo. Lina habari gani kwenye gazeti la Mwanahabari na lenyewe kwenye michezo? Linaandika Simba kumsajili mchezaji mkali kuliko Okra huyo uh, ni Ahmed Ali, msemaji wa Simba, asema Simba kumsajili mchezaji mkali kuliko Okra. Lakini engineer Hels ataja mfumo watakaotumia kuwachuja wachezaji Yanga. Uh, engineer Hels ataja mfumo watakaotumia kuwachuja wachezaji Yanga. Hiyo ni habari na gazeti lako la kula mwana habari. Lakini habari iliyotawala eh, ni utambulisho wa Faisal e, eh, kwenye timu ya Azam FC ndani ya jezi namba sita. Habari inasema Faisal Salum amwaga wino Azam FC kuvaa jezi namba sita. Hiyo ni habari na gazeti lako la kula mwana habari. Lakini kuachana na gazeti la mwana habari , tuangazie gazeti lako la majira kwa asubuhi ya leo na lenyewe linaandika e, eh, vibanda ya video kuchochea mimba kwa wanafunzi vibanda ya video kuchochea mimba kwa wanafunzi. Hiyo ni habari ukurasa wa 16 wa gazeti lako la Majira. Lakini Biteko, ataka sekta ya madini kuchangia zaidi fedha za kigeni. Hiyo ni habari ukurasa wa tano. Bandari yazidi kuwanika ukweli. Eh, bandari yazidi kuwanika ukweli, yasema hakuna mkataba ule usainiwa, kilichosainiwa ni MOU. Yaanika faida ya uboreshaji ya bandari, azimio kutua bungeni kesho. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 Rais Mwinyi, CCM Zanzibar wamlilia Raza huyo ni Mohamed Raza. Rais Mwinyi wa mlilia Mohamed Raza. ACT ya waonya vikali yataka wasitumie swala hilo kuingiza ubaguzi kuzusha taharuki. ACT ya waonya vikali yataka wasitumie swala hilo kuingiza ubaguzi kuzusha taharuki, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Tanzania na Burundi zafikia makubaliano. ni makubaliano gani hayo? Sasa pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kuachana na gazeti la Majira sasa tuangazie gazeti lako la Mwananchi. Kwenye gazeti la Mwananchi linaanza na habari inayosema kichwani eh, Stella alikuwa na jeraha kichwani, eh, Stella alikuwa na jeraha kichwani. Eh, haya ni mapya ya eh, mtu aliyodaiwa kujinyonga mahabusu huyu eh, ni Stella, eh, adaiwa kuwa na jeraha kichwani, lakini bado kuna habari inayosema serikali afafanua hoja nane uwekezaji wa bandari. Serikali yafafanua hoja nane uwekezaji wa bandari. Idara ya usalama kufumuliwa, uh, idara ya usalama kufumuliwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako uh, la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi uh, habari kubwa na lenyewe uh, ni mgongano wa uwekezaji wa bandarini. Hiyo ni habari ndani ya gazeti lako la Mwananchi e, lakini tukiangazia gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti na lenyewe kwa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema hao, Simba ni padogo tu e, hao Simba ni padogo tu. Karata ya mwisho e, huo ni karata ya mwisho ya ufungaji bora ni Mayele na Saido, Yanga ina bonge la pati e, karata ya mwisho ni Mayele na Saido, Yanga ina bonge la pati. Mbea City KMC ya patachimbika Mbeya City KMC pata chimbika. Hiyo ni karata ya mwisho eh, kwa timu kubwa nchini kumaliza NBC Premier League. Lakini taarifa za transfer ni taarifa ya Faisal Salumu inaandika imeisha hiyo. Fei rasmi Azam Yanga yavuna mapesa. Eh, Fei rasmi Azam Yanga yavuna mapesa hiyo ni gazeti lako la, la Mwana Spoti. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikivu mwema na kwaherini.